Waziri wa Elimu Julius Ogamba amewataka wazazi kuunga mkono mfumo mpya wa umilisi yaani CBE, akisema kwamba unalenga kukuza vipaji vya wanafunzi. Kulingana na Ogamba, mfumo wa CBE hutoa fursa nyingi za kitaaluma na kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayesalia nyuma. zungum, alizungumza hayo wakati wa ibada ya mwisho wa mwaka ya jamii ya Gusii. Wakati wa hafla hiyo, katibu wa afya ya umma Mary Muthoni aliwataka madereva kuwa waangalifu zaidi msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya ili kuzuia ajali kutokea.

The presidential working party on education reforms that went throughout the country and aligned the CBE system. Sisi wote tukisafiri aswa, sisi watu wametoka kule Kisii, wakati wa sikukuu watu wengi husafiri, na mara nyingi tunakuwa na haraka. Ndugu zangu, maisha hayana spare part. Ukiwa dereva, tafadhali Usi, usikimbize gari, funga mkanda pumzika ukiwa umechoka, usipite ovyo, na la muhimu kabisa, kama umekunywa pombe usiendeshe gari hata kidogo, na hata pikipiki va helmet. Usibebe abiria kwa ziada na usiende kwa mwenda wa hatari. Na nimeangalia mheshimiwa Uhuru amepatia ndugu yetu pale namba mbili, wakienda ende hivi kwa sababu Uhuru na presidenti ni marafiki, naona hata ndugu yetu Matiang'i akiwa pale ya ndani. Kwa hiyo serikali ya 2027 president na Matiang'i wafanya kazi kisi songe mbele, na Matiang'i, kama unanitizama, shikana na president Ruto wakisi wasonge mbele, wasamano.